Kituo cha Kasumulu huhudumia zaidi ya magari mia moja kwa siku, yakiwemo yale yaendayo nchi jirani ya Malawi. Wakiwa kwenye eneo la ujenzi wa kituo kipya, baadhi ya madereva wamesema kuwa mradi huo ni mzuri, lakini wana hofu ya kuchelewa kukamilika kwa wakati. yetu kule kona zilikuwa zinapasua rejeta pale barabarani zilikuwa zinapasua rejeta, mabampa. Tulituma hadi barua kwa mkurugenzi kuhusiana na hii barabara lakini tulipokuwa tumefikia hatua kwamba tumeshindwa, ni namna gani tufanye gari, tuliamuru ziwe zinaishia barabarani. Lakini mpaka sasa hivi marekebisho haya bado hayajatulizisha, kwa sababu hivi mmekuja leo, mvua haijanyesha, ila mvua ingekuwa imenyesha, mungeweza kutambua kwamba je, kweli hicho wanacholalamika madereva ni sahihi chelewa kwa sababu Waziri Mkuu alikujaga hapa alitoa ahadi kwamba stendi inatakiwa itengenezwe, lakini tukaona kimya. Tunaona kama ni figisho ya muda mrefu sana ambayo haiwezi kutekelezeka, na saizi tunaona tu wamekuja kukuangua, baada ya hapo atashindilia basi, lakini hamna ukarabati wowote utakaoendelea. Lakini hasara zimepatikanika ni nyingi e, kulingana na mama ntilie biashara zao wamekwama, wafanyabiashara ndogo ndogo wa kina mama ambao wanashughulika humo ndani stendi wamekwama wana michango wana mikopo wamekwama kulingana na stendi, lakini viongozi wameliona hilo, sasa hivi wako kulifanyia kazi. Pia hata sisi boda boda tuna changamoto, kwa sababu gari zinaenda kugeuzia kule kule, kuna kuwa na changamoto za kukutana na magari na watu wanaovuka kwa miguu. Changamoto zipo ni nyingi, lakini viongozi wamekaa, wameona hili ni vyema, sasa hivi wanaenda kutengeneza stendi yetu sisi kutusaidia. Endapo ikamilika, inaweza kutusaidia sana sana kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanafanya biashara katika hii stendi kuweza kujipatia kipato na kuweza kunufaika pia, hata kwa abiria wanapokuja kupata wa, usafiri hapa stendi. Mwenyekiti wa Halmashauri ya Kyela, Katule Kingamkono, amesema zaidi ya shilingi milioni mia mbili zimetengwa kwa ajili ya mradi huo, na kazi ya awali inaendelea. Moto ya barabara hizi siku kama, kama wiki moja imepita, pia costa zilikuwa zinashindwa kuingia kwa sababu hii barabara uh, ilikuwa ina mashimo mengi, lakini niseme tu kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Itaanza kwa ku stendi hii itagharimu kwa maana ya utekelezaji wake, kuanzia hatua za awali kwa maana ya kufanyia upembuzi na kila kitu itagharimu zaidi ya milioni mia mbili, lakini tutaanza kutenga pesa kidogo kidogo kulingana na bajeti yetu, unajua, kwa sababu unajua hatuwezi kutenga bajeti yote ikaja kwenye stendi, lakini matumaini yangu kwamba wananchi wawe na subira, stendi itakarabati. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.